Wale tuliozaliwa na kulelewa kanisa Katoliki la Roma, ndani ya kanisa Katoliki la Roma kuna watu wanaitwa watakatifu. Maanake hawa ni watu ambao walikufa wakiwa wametenda ya Mungu, kwa hiyo wameenda mbinguni. Ndicho ambacho tuliaminishwa. Sasa tumesha kuwa wakubwa, wa masiri mengi duniani sasa hivi yako wazi wazi, kama bado wa kuna mtu amebakwa akili katika eria hiyo Tunamwheshimu, ni imani yako. So uh, kudisrespect kwenye imani yako hapana, but tunajaribu kuambiana ukweli. Kanisa Katoliki ilikuwa ni wizara ya mambo ya ndani au kitengo kilichokuwa chini ya wizara ya mambo ya ndani ya dola ya Rumi, kinachohusiana na kuprogram watu akili zao katika mtazamo fulani. Sasa hawa ambao wanaitwaga watakatifu ndani ya kanisa la Roma ni watu ambao walikuwa wanapambana kutimiza matakwa ya dola ya Rumi. Kwa hiyo walipewa hiyo tuzo, hawana uhusiano na Mungu hata kidogo. Mtu atasema unu, kwa nini una, una uhakika gani? Kwa nini kwenye watakatifu wote tulioambiwa tuwaige ili tu, tu, tu, tu tumpendeze Mungu, mtakatifu Yosefu, mtakatifu Aloisi, mtakatifu wako kibao, hakuna sehemu dola la Rumi lilituambia tumwige Mungu. Yesu si Mungu kwetu sisi wa Kristo, lakini Yani, hakuna msisitizo uliowekwa kwamba wewe kama ni kijana umwige Yesu afu uishi kama Yesu. Mimi nilivyokuwa mdogo niliambiwa nimwige Yesu, mtoto Yesu. Nilikuwa kwenye shirika linaloitwa shirika la mtoto Yesu. Wale ambao wako wa Katoliki wanaelewa. Kama ujui nachokizungumza kuhusiana na kanisa Katoliki, mtafute ndugu yako, atakwambia ambaye anasali ana, ana katika kanisa Katoliki, atakwambia ukiwa mtoto wanakuinjekti kwenye shirika la utoto Yesu kwamba uige jinsi Yesu alivyo watii wazazi wake. Ukiwa kijana utaambiwa umwige mtakatifu wa Aloisi, kuna sijui alikuwa Mtaliano, hata sijui nani huyo. Sasa mtakatifu wa Aloisi ni wale jamaa wanaomsaidia padri pale altareni na zile shughuli zake katika masuala ya ibada. Nimehudumu pia hapo, lakini ukiwa kijana Hufundishwi umuige Yesu alivyokuwa kijana, alikuwa na tabia gani hivi? Yesu alivyokuwa kijana alikuwa na tabia gani? Yesu alivyokuwa kijana alikuwa gangster. Yes, alikuwa mhuni na, na, nita prove. Kumbuka mimi ni Mkristo jamani, huu wale ambao mnataka mtanitafuta kwamba labda na disrespect to Kristo, mimi ni Mkristo, I'm a Christian. Kristo, mhuni ni mtu ambaye ana tabia mbaya kinyume na utamaduni wa jamii yake hiyo ndio maana ya neno muhuni. Ndio maana mtu ambaye hajawao wanasema muhuni, kwa maana yake huna tabia zinazoendana na jamii. Sasa Yesu alivyokuwa kijana alikuwa na tabia kinyume na jamii yake, jamii ya Kiyahudi na dola ya Rumi. Kwa hiyo tabia za Yesu akiwa kijana, kama dola ya Rumi ingezi promote ingetengeneza vijana jasiri, shujaa, na dola ya Rumi isingeweza kutawala watu kwa hiyo ikabidi dola ya Roma itengeneze utamaduni wake ambao utawasaidia kutawala watu. Kwa hiyo kwenye ule utamaduni wakatengeneza vijana wao ambao watapromoti huo utamaduni wao, ndo akina Aloisi, au sio? Akina nani, utawatafuta wenyewe huko Kanisa Katoliki. So watakatifu wote unaowaona wako ndani ya kanisa la Roma walikuwa ni maajenti wa utawala wa Rumi katika kutetea na kupigania utamaduni na maslahi ya dola ya Kirumi. Sasa tuje kwenye hii nishani ya amani ya Nobel au wanasema Nobel Peace Prize. Hawa ni akina nani wanaopewa hii? Hii tuzo wanaopewa Nobel Peace Prize ni watu wanaotetea na kupigania maslahi ya walimwengu au globalist capitalist world controller. Kwa nini tangia elfu mbili na moja mpaka leo hii huyu aliyeshinda ii ya leo ambayo ni Mvenezuela. Kumbuka, Marekani iko vitani na Venezuela, alafu Wamarekani wanachukua tuzo wanampa mama wa Kivenezuela kwamba yeye ndo ameshinda Nobel Peace Prize. Anayekupa Nobel Peace Prize ni Wamarekani wewe, kwa sababu America is the capital seat of the globalist capitalist world controller. sawa eh? Kuanzia elfu mbili na moja mpaka leo hii wanaoshinda hii tuzo wanatoka Urusi, Belarus Iran, Ukraine na mmoja wa Kifilipino. Kwa nini watoke hizo nchi? Kumbuka hizo nchi, Urusi haielewani na Magharibi, Belarusi haielewani na Magharibi, Ukraine kuna vuguvugu la wapenda umagharibi na wengine hawapendi umagharibi. Iran ndo kabisa haielewani na Magharibi. Kwa nini walimwengu wapeleke hii tuzo kwa watu ambao wako kwenye hizo nchi ili Kupromoti watu watakao kuwa wanaunga mkono itikadi zao. Mfano mzuri huyu aliyepewa leo hii, huyu mama ya yani wa Kivenezuela, ni mpiganiaji masuala ya demokrasi. Yaani ni sawasawa leo hii usikie mshindi wa Nobel Peace Prize ni Tundulisu kwa sababu anapigania demokrasi. Sijui unauelewa una, una, una, una, ulimwengu kweli. Kwa hiyo Nobel Peace Prize na watakatifu wa Kikatoliki hakuna tofauti. Ijuu ya dunia uwe na amani Achana na vita za walimwengu. Nobel Peace Prize ambayo Trump alikuwa anaipigania, Trump ameambia we tulia, tuna jambo letu Venezuela. Kwa hiyo hii tuzo imepewa mama ya Kivenezuela ili kushawishi watu wa Venezuela kwamba demokrasia ni kitu kizuri. Hii tuzo imeshaenda Iran, kazi yake ni nini? Kwenda kuchochea maswala ya demokrasi Iran. Hii tuzo imepelekwa Urusi, we unafikiri kokote inapelekwa kwa nini? Jua unafiki wa dunia. Uwe na amani. Wewe kumbuka mwaka huu Wakatoliki wametupa kali ya mwaka, wametupa mtakatifu wa kimilenia milenia sainti. Alafu jamaa kidogo alikuwa mcheza geme tu kapewa, kapewa utakatifu yani maanake inabidi watu waanze kuomba huko makanisani kwa kumtumia huyo dogo anaitwa kitu kama Carlos Aquitos. Nimekuekea na picha yake hapo uiangalie, eti ni mtakatifu mcheza geme. Vitu vingine vinachekesha sana ndugu zangu, ijiweni hii dunia, muwe na amani. Kuna mtu aliniandikia komenti ya video yangu iliyopita nilikuwa na na kemea namna gani dini inatumika kupumbaza watu wa Afrika. Akaniambia, wewe masuala ya dini ujui, wewe tulia. Wewe ndio ujui na jaribu kukusanua kwamba ni namna gani dini inavyotumika kukupumbaza wewe. Mimi sijaacha kusali. I pray every day bro. And what I'm asking God to give me is wisdom, hekima. Wisdom is everything. Hmm? Imagine ningekuwa bado na zile programs za kikanisa Katoliki. Na huyu dogo mcheza game. Nimeshajazwa huko kinonyi kicho changu. Ukitaka kumwomba Mungu akusaidie jambo lako, mwombe kwa kutumia mtakatifu Carlos Acutis, mcheza game ni mtakatifu tayari, Mungu amempokea ai. Ndugu zangu, kuna vitu inabidi tuvijue, tuwe na amani. hmm? Ungekuwa huko Venezuela, ndo dada yako huyo kapewa hiyo tuzo ya sijui nishani ya Nobel, na unaanza kupiga kelele, demokrasia ni kitu kizuri, kumbe watu wana, wana wana wana ajenda zao wanazipushi. Angalia huko demokrasi imeota mizizi, wanaishi maisha gani? Watu wanachinjana, wanauana, wana kama wanyama wa mwituni. Marekani, Uingereza, hiyo huko ndiko demokrasi imeota mizizi, yani mizizi imeingia ndani kabisa, ndio maana watu wanauana, wana mchana kweupe, kisa demokrasi iliingia. Demokrasi ni kumnyima mwanadamu haki yake na kumdanganya kwamba yuko huru. Kuna klip moja nilikuwa naisikiliza kwenye Instagram dada mmoja hivi, alikuwa analalamika ni namna gani dunia iliwadanganya kwamba uhuru ni kutembea uchi, kupewa fedha. Yaani huyo ndio uhuru, kwamba kumbe mfumo wa utawala wa dunia uliwachomoa wanawake katika mfumo wa kijamii na kuwaingiza duniani na kuwapa fedha ili watumie kirahisi. Sijui umenielewa nilichokiongea. Yaani ukiwa switch wanawake katika mfumo wa kijamii, hawana uhuru Inabidi watulie waujenge mji, wazalishe binadamu wengine waje, uki uki duniani. Ukiwatoa kule, ukiwaleta duniani, hawataki kuolewa, wanataka wawe huru, wanataka sura yake iendelee kuwa nzuri. Yani kuzaa maanake nini? Au kuolewa maanake nini? Kupoteza muda? Maanake program tuliyemwingiza mwing, huyu ni program za kumwona kwamba za kumu, kumfanya kwamba ajione yuko huru, anaweza akaamua kitu chochote. Kumbe in hakuna binadamu yuko huru. Kila mtu ana majukumu yanayompeleka ukijidisconnect na jamii. We kama mwanamke utakuja duniani tutakutumia tunavyotaka, tutakupa pesa tu alafu we can use you wherever we want. Si uko huru? Amna wakukuliza ukifikisha miaka thelathini na ngapi tunakuacha. Unajiua tu mwenyewe we mwenyewe unajiangalia tu, dunia sahivi anithamini kama nilivyokuwa na miaka kumi na nane mpaka ishirini na tano pale fikisha ekselasna ngapi tu, ukijiangalia, we don't want you. Kuna wengine wamesha kuja, unakula madawa kulevya, unakufia mbali kama Whitney Houston huko, kwa sababu ashazaliwa wengine wazuri kuliko wewe. Lakini ukijiswitch kwenye jamii, ukasema mimi ni mwanamke mrembo sana, lakini thamani yangu inabidi nizae watoto wengi, unakuwa kama Zara the boss lady, yani Zara, hata mtukane vipi, akikana watoto wake akimzunguka ni faraja tosha. Thamani ya mwanamke kuzaa watoto wengi, wewe yani hata upewe bilioni 100 as a woman Alafu una familia unadharaulika tu na dunia, kwa sababu dunia inajua watoto ni utajiri wa mwanamke unatoka kwa wanaume. Anyway, the thing is, my point is Nobel Peace Prize ni sawasawa na watakatifu wa Kikatoliki, kwamba watakatifu wa Kikatoliki walikuwa ni watu wa kupush ideology za ki dola ya Rumi, na Nobel Peace Prize ni watu wa kupush itikadi za ki, globalist, capitalist, democracy na freedom of speech sijui nini, mnajua huko, mnavijua hivyo, wanawake watembee uchi wasizae, yes, mambo ya swala ya depopulation mnajua, wengine huko mnanitumiaga na hizo clips. So elimikeni msio so, wasomi ndugu zanguni.